Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam, tuendelea uh, na sira ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam na tumefika uh, hali ilivyokuwa baada ya safari ya Isra. Sasa wale maqureshi katika kutaka tu zile inadi zao wakamwambia bwana mtume, sisi twajua we hujawahi kwenda huko Baitul Maqdis Tunajua hujawahi kwenda tangu uzaliwe. Basi kama kweli umekwenda jana, hebu tusifie, tueleze ile Baitul Maqdis ikoje, ngapi, ngapi, ina milango mingapi ina, ina madirisha mangapi? jambo jambo msafara msafara yani, yani, yani watoka huko Filistina ama huko Shamu, lazima utakuwa umeuona njiani. Hebu tueleze mvipi, tueleze haya mambo mawili. Na lau utatueleza kihaki, basi tutafanya nini? Tutakubali, tutakuamini. Oh, haya haya, sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lazima kwanza tu realize kitu, lazima tujue kitu kuwa huyu Bwana Mtume alipokwenda kule, yeye hakwenda kuangalia mm, jengo liko vipi, eh, eh, sijui madirisha yako vipi Yeah, pillars ziko vipi, bali hata sisi tunaweza kuwa tumeishi katika majumba zaidi ya labda miaka thalathini, miaka ishirini na bado mtu hawezi kusema nyumba ina madirisha mangapi. Labda akiulizwa sitting room yako bwana wewe, ina madirisha mangapi ina partitions ngapi ili yani, aseme labda sijui, ili wafanye nini? Wamkadhibishe, waseme ah, khalas, wewe hukwenda mrongo. Lakini madamu ni mtume wa Allah jalla jalalu, eh, kama ilivyokuja katika hadithi, asema bwana mtume eh, lama kadhabat ni guresh eh, waliponikadhibisha hawa la <coughs> ilaha illallah muhammadur rasulullah, na wakaniuliza uliza maswali eh, jalla llahu li baitil maqdis, Mwenyezi Mungu aliniletea ile baitul maqdis hivi mbele ya uso wangu eh, Angalia, haya ni mambo yanatokea 1400 years ago. Sasa bwana mtume zaidi ya miaka 1000 eh, na miaka 400, yani 1000 na miaka 400, 1400 years ago, bwana mtume atuonyesha mambo ambayo katika zama zetu tunaona. Oh, kumbe hili jambo lawezekana ambapo watu wangekuja kama six years ago, seven years ago ama miaka mia mbili iliyopita, lau mtu atasema jambo hili limemtokea yeye atasema ah, urongo sijui nini. Lakini hili bwana mtume ameeleza mwaka miaka zaidi ya miaka 1400 eh, sisi katika zamani tuliona ni jambo la kawaida. Lau sasa hivi mtu atakwambia bwana, angalia, mimi naona yale mambo yanayotokea eh, Saudia, Makkah, hakuna mtu atapinga. Kwa sababu gani? Kwa ajili kuna live bas. Hii ni live ya Allah jalla jalaluhu. Ha? Na baadhi ya maulamawatuambia, angalia sisi katika zama zetu tumesahilishiwa sana mambo, mini, hizi miujiza, pita, ni mambo ya ki, ya kiajabu lakini lakini sasa kawaida kawaida lau mtu, mimi jana, amerika la miaka aab lakini zama zetu mambo kama haya yamekuja ili tuone eh, tuamini zaidi yale yaliyotukia kama miujiza katika zama zilizopita. Na kama sisi tuamini mzungu yuweza kutengeza mambo kama haya basi Mungu ni aula. Mungu eh, ana nguvu zaidi, ana uwezo zaidi. Ikiwa mzungu tu yuweza kutengeza vifaa ambavyo tuweza kuona sehemu za mbali basi Allah jalla jalalu ni aula. Almuhim Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, Eh, basi nikaletewa ile alkaaba mbele yangu kama ambavyo naiona Nikaisifu, nikaieleza, nikitaka kueleza upande ile alkaaba yageuzwa eh, kama vile yani kwenye live kamera zikigeuzwa geuzwa. Basi bwana Mtume asema nikageuzi, nikawa nageuzia ile alkaaba ile Baitul Maqdis, afwan, naeleza huku kuna madirisha mangapi, huku kuna madirisha mangapi, hapa kuna pillars ngapi, hapa iko hivi, sehemu fulani iko kadha, sehemu akawaeleza kwa dhiqa. Tena katika baadhi ya riwaya wasema Saidina Bakar alikuwa hapo kando basi kila Bwana Mtume akiisifu, Saidina Bakar anasema sadaqta ya rasulallah, umesema kweli Bwana Mtume, iko hivyo eh, umeisifu ilivyo, umeieleza namna ilivyo, kila akieleza upande Saidina Bakar. Maana yake Saidina Bakar alikuwa shawahi kwenda huko Baitul Maqdis, Bwana Mtume hajawahi. Sasa Saidina Bakar yuamwambie yuam, yuam, yani yuamwambie, ndivyo ulivyoeleza, ndivyo ulivyoeleza. Yani wale Maqureshi hata hawana sei, hawana namna ya hawana namna ya kutoka wao wenyewe, wakashangaa lakini baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomaliza, wale bado hawakumwamini wale Makureshi, pamoja na kuwa wamemfanyia challenge, wamempa challenge, bado hawakumwamini. Hii ndio shida ya kutokubali ukweli, hii ndio shida ya kibri. Alkibru batrul haq, kiburi ni kukataa ukweli. Sasa hawa Makureshi, eh, pamoja na kuwa bwana mtume amewasifia hali hii, bado hawakuamini. Bas wakaongeza ile challenge ya pili, ambayo tulikuwa tushaigusia Wakamwambia, kuna yule msafara wetu, caravan yetu, hebu tueleze kuhusu ile caravan. Basi Bwana Mtume akawaeleza ile caravan. Ile caravan mimi nilikutana nayo sehemu fulani, na ilikuwa kadha na ilikuwa kadha, na ile caravan ilikuwa yani nangamia ambaye ameumia mguu, wakija waulizeni kulikuwa na ngamia ambaye ameumia mguu. Na waulizeni pia kuna usi, ile siku nilipopita mimi nilikwenda pale nikatafuta maji, nikanywa maji, nikawaomba maji wale wakanipa maji nikanywa. Kwa hivyo wakija wale waulizeni. Basi wale maqureshi, makafiri wakamongeza swali lingine wakamwambia ile caravan itafika lini? Kama kweli ulikutana nayo ile caravan itarudi lini? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akamwambia ile caravan takriban itaingia siku fulani kabla ya magharibi. Itakuwa ishaingia. Siku fulani itakuwa ishaingia ile caravan. Hai. Basi wale makoresho wakasema, sawa, tuangoja ikija ile caravan, kabla ile siku basi tutakuamini, wa illa isipokuja hiyo siku basi tutakufanya nini? Tutakujua, tutakujua kuwa e wewe mrongo, waliadhu billah. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wale, e, yani, e, watu wakawa ngoja. Wakangoja, wakangoja mpaka ile siku ikafika. Ile siku kufika, bado caravan haijaja, bado haijaja. Bado haijaja. Mpaka jua lienda kuzama hivi. Jua likizama huko, wale wasema haya, jua lishazama na caravan haijaja. Mara mtu mwingine, upande huu mwingine, akainua sauti akasema, haya, na caravan hiyo ishakuja, yani imekuja kwa ule muda ule wakati ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewa, alikuwa ashamwambia bas. Wale badala waamini, tena waka, wakafanya nini eh? wakafanya eh? wakafanya inadi zao, subhanallah eh? hawa muamini, hawa hm, muamini eh? wajahadu wa, wa wastaiganatu yani, wao wamefanya wa inadi zao, lakini wao walikuwa na yakini kwa huyu hadanganyi, wanajua wanajuu ni msema kweli, lakini kwa inadi zao na kibri chao hawakubali nini, hawakubali haki. Almuhim, ile karavan ilipokuja wakaenda wakauliza, wale maqureshi wakamuuliza karavan, nyinyi kweli eh, kuna ngamia mmoja hapa ameumia mguu? Wakajibu ndio. Ah, mmejuaje? Wakauliza tena eh kuna siku, kuna mtu alikuja usiku akawaomba maji? wale wakasema ndio, na ile sauti yule mtu alokuja kutuomba maji sauti yake kama ambaye ni huyu Muhammad, yani bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi wa sallam. Bado wale makureshi, pamoja na angalia hizi signs zote, lilasaf, hizi signs zote na bado hawakuamini, bado wamemtuhumu Mtume, bado wamkadhibisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. ni kuwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuongoza Mwenyezi Mungu na mwenye kuongoza wa wallahu ala ala. Naam, insha Allah, uh, madarasa yatakayokuja ama darasa itakayokuja tutagusia baadhi ya ibra. Sasa tumegusia kwa uchache safari ya Isra, tutazungumzia ibra na mafunzo tunayotoa katika hii safari. Sasa kutoka mwanzo wa safari mpaka hapa yale matukio yote ni mafunzo gani twa stafidi? Ni mafunzo gani twapata sisi katika maisha yetu E, vipi tutafanyia tatbiqi mafunzo haya katika maisha yetu ya kila siku? wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'la wa a'lam.